Hello, habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Na leo tutaongelea faida za vitunguu swaumu. Wengi wamekuwa wakituuliza je, ni faida zipi ambazo tutazipata uh, kwa kutumia vitunguu swaumu. Kama ni mara ya kwanza kupatia chaneli yetu, basi usisahau ku-subscribe na comment uh, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kwa hiyo leo nitakusogezea faida za vitunguu swaumu. Mara nyingi kimekuwa ni kiungo bora ambacho tumekuwa tukikitumia hapo nyumbani kwenye vyakula. Wengine wamekuwa uh, wapendi kabisa sasa. Kama ukipendi kabisa, basi uh, basi hakikisha unakitumia kwa sababu kina faida nyingi sana. Kama ni mara ya kwanza kupatia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe uh, na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una changamoto yoyote ambayo umekuwa ukipitia, basi JW Sabo Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na hiyo changamoto kiurahisi, uh, ukiwa hapo nyumbani bila matata. Faida namba moja ya vitunguu swaumu ni kupunguza shinikizo la damu. Kama una changamoto ya high blood pressure, ina maana una shinikizo la damu la kupanda, basi inaboresha ule mzunguko wa damu. Kwa hiyo kama inaboresha ule mzunguko wa damu, inapunguza upinzani wa mishipa ya damu, kwa hiyo inapunguza ile changamoto ya pressure ya kupanda. Ila usitumie kama una pressure ya kushuka, kwa sababu inashusha pressure. Kwa hiyo tumia kwa ajili ya kuondoa changamoto ya pressure ya kupanda. Lakini pia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Kwa nini hatari ya magonjwa ya moyo? Kwa sababu inarahisisha, inaboresha ule mzunguko uh, wako wa damu. Kwa hiyo ukiwa na mzunguko bora, mzunguko wa damu, basi itaweza kutoa uh, ile cholesterol mbaya ambayo tunasema LDL, na kuzuia uundaji uh, wa wa, wa wa wa zile seli nyeupe za damu na hivyo inasaidia kuondokana na changamoto ya, ya heart attack na maana shinikizo la damu, ambayo tunasema shambulio la moyo. Kwa hiyo ukiwa unatumia basi, inatulia inasaidia kupunguza magonjwa ya moyo. Sio moyo umetanuka A, moyo a, umekuwaje moyo una mafuta mengi basi, tumia vitunguu swaumu vitakusaidia kwa sababu vinarahisisha ule mzunguko wa damu. Ni kinga nzuri dhidi ya saratani, ambayo tunatumika kama antioxidants kama vile alisin. Kwa hiyo, ukitumia hii mara nyingi itasaidia kuua ukuaji wa zile seli za saratani na kuongeza uwezo wa kinga ya mwili. Kwa hiyo kama una saratani yoyote ile, basi tumia vitunguu swaumu vitakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Ina boost kinga, ina maana tunasema kinga ya mwili immune system ambayo vitunguu huwa vina mali kubwa sana za kupambana na bakteria, virus, fungus, hivyo ni bora katika kusaidia mfumo wa kinga ya mwili. Mara nyingi tunashambuliwa na magonjwa akaza wakaza kwa sababu ya kinga ya mwili yetu, kinga ya mwili wetu, uh, inakuwa ipo chini. Kwa hiyo kama kinga ya mwili wako ipo chini, basi hakikisha una meza at least punje za vitunguu saumu, itakusaidia kuondokana na maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo utapata mafua, homa magonjwa na mengine ya njia ya hewa. Kupambana na maambukizi kwa wanawake, kama una changamoto ya fungus, una PID, una UTI basi tumia a, meza punje za vitunguu swaumu at least tatu mara nne. Hakikisha hauna pressure ya kushuka. Na ukifanya hivyo utaweza kupambana na hayo maambukizi yoyote ya tumbo, ya mkojo na ya ngozi, itakusaidia. Lakini pia husaidia katika afya ya ngozi moja kwa moja. Kwa nini inasaidia katika afya ya ngozi? Kama una, una chunusi basi yale maji maji yake inatumika kama antioxidants, ya kuweza kuondokana na ile zile chunusi. Kwa hiyo kwenye afya ya ngozi basi ni tiba moja nzuri wapo, ambayo unatakiwa kutumia katika kuondokana na hiyo changamoto ukiwa hapo hapo nyumbani. Inasaidia katika kupunguza uzito. Kwa sababu kwa nini kupunguza uzito? Kwa sababu inarahisisha au inaimarisha mfumo wa metabolism, na maana mfumo wa metabolism ukiweza kwenda sawa kama inavyotakiwa basi utaweza kupunguza uzite. Unachotakiwa ni kupata alishe bora ana mazoezi, lakini pia kuboresha afya ya ini ambayo wana changamoto ya ini basi inatumika, uh, ile kusafisha ini na kuondoa takataka taka zote ambazo zipo kwenye upande wa ini. Kwa hiyo ni nzuri kama una changamoto yetu ya ini. Lakini kupambana na uvimbe, kama una uvimbe au una vivimbe vyovyote, basi uh, inakusaidia kwa sababu gani? Inasaidia vivimbe, kama unavimbe, basi unaponda, unapondaponda yale majimaji, unapakaa kwenye uh, vile vivimbe. Lakini pia inasaidia kupata kupunguza hatari ya kisukari kama una changamoto ya kisukari basi, inaboresha matumizi ya insulini katika mwili wake, kwa hiyo kama katika mwili wako, kwa hiyo matumizi ya insulini yakiweza kuboreshwa, basi ni njia mojawapo ya kuondokana na changamoto ya kisukari. Lakini pia ni nzuri kwa afya ya mapafu, changamoto zozote za magonjwa yanayotokana na mfumo wa hewa, mara kikoozi, mara mafua, homa, basi ni nzuri sana, utaitumia kwa sababu ni antibacteria na antifungus kuweza kuondokana na hiyo changamoto. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Je, tuambie hapo chini wewe umepata faida gani kwa kutumia vitunguu swaumu. Tunasema sharing is caring, kwa hiyo ukituambia, basi utakuwa umeweza kuwasaidia watu wengine wakiendelea kuona comments, basi wataweza kujifunza ya zaidi na namna ya kutumia vitunguu swaumu na namna ya kutibu magonjwa kwa kutumia vitunguu swaumu. Karibu, na Mungu akubariki.